Kwa kweli madhumuni hasa ya shughuli yetu ya leo ni kina mama kukutana pamoja kumuunga mkono mgombea wetu wa Chama Cha Mapinduzi ili aweze kukamata dola, na kwa kufanya hivyo, maana yake kina mama wenzangu, tutafute kura, tumtafutie kura kiongozi wetu ili aweze kurudi tena madarakani na aweze kutuletea maendeleo zaidi. Niwashukuru uongozi wa UWT kwa kuandaa siku hii ya leo adhimu kabisa, nasema asanteni sana. Ndugu zangu akina mama wenzangu, mnayaona maendeleo aliyoyafanya ni yale ambayo yanamgusa mwananchi moja kwa moja. Ukisema swala la elimu, ni watoto wetu wanasoma, mahospitali ya kina mama sisi ndio watumiaji hasa wa hospitali, sisi na watoto wetu. Tukisema barabara, sisi pia ni watumiaji tena. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, barabara zimefika mijini na vijijini, mpaka sehemu ambazo zamani ilikuwa kufikika ni tabu. Mama akiwa mjamzito, mnajiuliza tutamfikishaje kituo cha afya? Lakini leo alhamdulillah barabara ziko kila sehemu na zitaendelea kujengwa kwenye vichochoro vyote. Mheshimiwa Rais amesema hatotaka matope sehemu yoyote, kote itafika lami au zege. Hiyo ni ahadi yake. Kwa hiyo tumeyaona, na wote tunafahamu Mheshimiwa Rais wetu ni muungwana, maana ametenda, aliahidi ametenda sitosema sana kwa sababu ile Ilani ya uchaguzi ya mwaka ishirini ishirini ishirini na tano kwa kweli ameimaliza yote na chenji imebaki. Ninamwombea kura Dk. Hussein Ali Mwinyi, mumpe ridhaa, mumpe kura ya ndio ili aweze kutuongoza tena kwa miaka mitano ijayo. Haya, mtampa mikono kina mama. Kina mama kina mama we! Sasa hii ndio naita ni nguvu ya kina mama. Kina mama tuna idadi, na kina mama ni wa kweli, na tuna imani, tukisema na tukilitaka jambo letu litakuwa. Basi tusisite, tarehe 29 wote tunyanyuke asubuhi mapema twende tukapige kura, turudi nyumbani tukakae, tusubiri matokeo. Kwa ninachokiona ushindi ni lazima, na pia nachukua hatua hii pia kumwombea kura rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Jamani, mtampa kura Mama Samia? vile vile naomba ni waombee kura wawakilishi wa bunge na madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi, mtawapa?